Habari zenu, karibuni darasani. Leo nataka nikufundishe kusuka vitunguu vya kunyonga. Tunasema vitunguu vya kunyonga cha kusokota, okay, utaniendekea kwenye comment hapo chini. Ukiwa okay, umekata kibutu chako kama hivi, nenda kaipachike rasta yako. Tumia rasta moja tu. Naomba nikuelekeze njia rahisi, sio ile ya kupishanisha nywele tatu. Sasa sawa, mm -hmm, tukapishanishe twende tukaweke rasta hapa kwenye ii nywele ya mteja wetu kibutu tumekigea kati kwa kati, tutaweka rasta kama hapo. Tutaanza kuongezea rasta kama ambavyo huwa tunaongezea kwenye knotless. Kwa hiyo hapa tayari tumeshapata nywele zetu tatu Tunaelewana? Haya, tukachukue nywele tuisuke mara ya kwanza mara ya pili, tuenda tena kuongezea rasta nyingine. Sawa? Umeona ongezaji rasta hivi unapatika hapa katikati kabisa, afu unaongeza mara ya kwanza mara ya pili, unaongeza tena, unasuka mara ya kwanza mara ya pili. Hivi vibutu hivi mna, mna vihitaji kwa kwenu Utaongeza rasta utasuka mara ya kwanza mara ya pili. Kwa kwa mfano, labda unaweza kuongeza mara tano mara sita, size ile ambayo unahitaji kitoshea, usiongeze tena rasta. Kwa hiyo tutasuka mpaka mwisho. Rasta nilotumia ni bonchu curls kutoka Darling Tanzania, lakini pia hii rasta ambayo nimetumia ni fupi, ina ndefu yake kama utahitaji knotless, ambazo I mean, ni vibutu vya kunyonga ambavyo vitakuwa ni virefu, lakini mimi nimetumia rasta ambayo ni fupi kwa sababu nahitaji nywele ambayo itakuwa ni fupi. Sawa sawa. Kwa hiyo kama nitaona ule urefu ambao na uhitaji haujatoshea na uwezo wa kuongeza tena nywele nyingine, aidha ni kidogo, naweza kuongeza nyingine, itategemea sasa na wewe na urefu ambao unauhitaji. Okay. Nitaendelea kuisuka nywele yangu kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo nitaisuka mpaka mwishoni kabisa nywele yangu, mi upande wa chini inakuwa kama ina mawimbi kwa hiyo utaangalia sawa na mteja wako. Mteja mwingine anaweza kataka at least wanzia miezi miwili au mwezi, na isuka mpaka chini kama nataka yale mawimbi hivyo nikayaacha vile vile. Kwa hiyo utaangalia tu urahisi wako tutaendelea tena kusuka nywele nyingine, kata kibutu kama hivi ambavyo unaona, kata kibutu chako simple kabisa, alafu kile kibutu nenda kakigawe kati kwa kati. Kichane kama hivi, gawa kati kwa kati. Kwenye upande wa jeli, tumia jeli kidogo sana. Ukitumia jeli kidogo, pia nywele ya mteja wako ina uwezo wa kudumu, yani itangaa siku hiyo iliyosukwa na itangaa tena muda mrefu. Usipake jeli nyingi. Sawa, pachika nywele kama hivi, alafu nenda kaishike hivi alafu alafu ile nywele isokote mara ya kwanza kwa huku. Kusokota nginaita kibutu cha kusokota kibutu cha kunyonga, utaniandikia kwenye comment mnavoita nyinyi, unavojua wewe mwenyewe. Haya, ukisha sokota kama hivyo, utasuka mara ya kwanza, mara ya pili utaenda kuongezea rasta yako kawaida, tunaelewana. Tutaongezea rasta kama hivi, tutaisuka mara ya kwanza, mara ya pili, tutaongeza tena, tutasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Okay, tutaongeza tena tutasuka mara ya kwanza mara ya pili wakati sasa naenda kuongeza rasa yangu. Nadhani tutakuwa tumeelewana. In case kama hujaelewa niandikie kwenye comment. lakini pia kwa wewe ambaye unahitaji sasa kujifunza kusuka nywele aina zote, naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman na kutoka Farida Beauty Academy tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saloni. Ada zetu ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita Kwa wewe ambaye unahitaji kuja kujiunga na, na chuo chetu, tunakukaribisha sana. Namba zetu za simu ni hizi ambazo unaona kwenye screen. Kwa wewe ambaye unatokea mkoani, hostel zipo na hostel zetu ni shilingi laki moja kila mwezi, tunaelewana. Lakini pia kuna wale ambao mpo hapa hapa Dar es Salaam, unaweza kwenda na kurudi. Namba nikwambie kwamba mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika, yaani mafunzo yetu sisi ni ya uhakika. Una swali, una chochote niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza, karibuni sana darasani kwetu. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha, na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Yaani, unahitaji kujiunga na chuo chetu, nafasi zipo wazi, njoo ujifunze na sisi. Sawa sawa, eh? Tunaelewana. Sasa nywele yangu nikiinua kiinua moyo, na inavyoonekana very smart, ni nzuri sana. Unaweza kukutana na mteja hataki kusuka knotless, una uwezo wa kunyonga kama hivi, kibutu kikakaza vizuri, kikakaa muda mrefu, mteja akapendeza, akakaa nazo muda mrefu sana. Naomba nikuonyeshe rasta ambayo nimetumia, sababu I know kwamba maswali yatakuwa ni mengi. Wengine labda hizi rasta bado hamjaziona, hamzifahamu. Ni rasta ambazo ni nzuri, yani ni laini, ni nzuri. Hii rasta sijui nikueleze vipi? Umeona inavokaa vizuri? Umeona mawimbi yake yanavokaa vizuri? Hii hapa bonjo curls ni short. Kwa kuna long. Ndio maana pale mwanzo nilikwambia hii nywele ina ndefu yake na ina fupi yake. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatamani kuja kujifunza mafunzo ya live tunakukaribisha sana. Mafunzo yetu sisi ni ya uhakika. Una swali na chochote niandikie kwenye comment. Tunaelewana. Kwa hiyo nitamalizia kuisuka hapa, alafu nitakwenda kuonyesha ule muonekano wa mwisho. Nitataka nikuwekee vistali vile vitatu, ili in case kama utapata mteja Usimwache mteja akaenda bila kumbana, sawa eh? Tunaelewana. Rasta yangu kidogo kama hivi. Ninarudia tena, kama hukuona nywele ya kwanza nilosuka, ya pili hujaiona, naomba angalia na hii, sawa. Nitazibananisha nywele zangu kama hivi afu nitanyongorota. Kiswahili ni kigumu <laughs> kunyongorota, kunyongorota, kusokota, ku kunyonga. hmm, okay. But I think tunaelewana, nadhani tunaelewana. Tuna kipindi mimi najifunza kusuka, nilikuwa nikiangalia YouTube nilikuwa naona video nyingi sana, watu wanaongea Kiingereza Kiingereza sana sana. Kiswahili kulikuwa hakuna uh, Waswahili wanaosuka ilikuwa ni wachache sana, yani kwenye mia utakuta Waswahili wawili. Kwao nikasema mimi nikijua kusuka. By the way kwenye hawa waswahili pia walikuwa wanazungumza Kiingereza, kwao nikasema mimi nikijua kusuka. Nitafundisha kwa kiswahili. Sio tu Kiswahili, Kiswahili fasaha. Natamani hata niende nikasome Kiswahili kile chenyewe nikija hapa nikuongelee Kiswahili ukielewe, usipate shida, tunaelewa na channel hii ya Farida Othman, utasoma vitu vingi vingi vingi vingi, vingi sana na sio masihara, ninachokisema mimi ninamaanisha kwa naenda kumalizia nywele yangu ende nikakuonyesha ule muonekano wa mwisho. Sasa naomba usiondoke, kama ni mgeni na kama bado huja subscribe channel hii, yani hujagusa hii batani nyekundu chini ya hii video. Ukiangalia kuna batani nyekundu, kama ipo nyekundu, ina maana bado huja subscribe, kwa hiyo utaigusa batani nyekundu. Kama tayari sio nyekundu, ina maana tayari ukisha kusubscribe, kwa hiyo endelea kufurahia mafundisho yetu. Kwa hiyo baada ya kumalizia muonekano wetu wa mwisho, ni kama huu unaweza kuibana unaweza kwanza kaibana yote au kabana yote ukaachilia viwili, una uwezo wa kuiachilia hii nywele, una uwezo kuirudisha upande wa nyuma kama hivi, vyote vinawezekana. Mimi niseme asante kwa wewe ambaye umeamua kujifunza nasi, lakini ni kuahidi mambo mengi mazuri zaidi. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, karibuni sana darasani kwetu, naendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Bye-bye.